Naitwa Maiko Samuel, Bugomora nakaa Mkuyuni. Ndikuja hapa tarehe 30 a kama kwenye saa tano hivi, lakini pika mpaka saa kumi na moja jakuona mafanikio nirudi. Ilikuwa vurugu sana, ni kama vile watu labda wanaenda kupewa pesa, lakini wanapeleka hela. Eli nilirudi lakini, baadaye nikasikia wameongeza siku, ndio nimekuja tena leo. Taratibu naona mzuri zaidi, navyosikia wameongeza sehemu za kulipa kwenye mabenki na kuna wakala nasikiaashakkgsmiaka mitatu lazima. Kwa hiyo tumekuwa wengi zaidi, tumechelewa kulipa kwa sababu ya foleni ambazo zikio, zilikuwa zikiongezeka kila siku. Zoezi sio baya, kila kitu tunakipata kwa wakati. Nafikiri na ukiingia mle ndani kukamilisha kila kitu, badala ya kwenda huku na kule hivi, sehemu ni moja tu tofauti na zamani unaongea huku, una unabadilisha tena unaenda upande wa pili. Foleni nafikiri sio mbaya, foleni nzuri, inaendelea kupungua. Nafikiri kama siku mbili tatu, mambo yanaweza kuwa ya, ya hapo na hapo, sio ya ujazo kama wa nyuma. Tofauti ipo, kuna ongezeko kidogo, kila mtu inategemea na na nyumba alionayo. Sababu zimetofautishwa, sio sawa, sio, sio, na zamani zilikuwa zinagongana gongana, lakini sasa hivi zina tofauti, nyumba ya gharama inaenda kwenye gharama nyingine. Kwa nafikiri ndio hivyo. Nimefika sio muda mrefu. Nimefika nimeulizia, nikafahamishwa kwamba nijaze fomu hii hapa. Nimempata kijana mmoja kanisaidia hapo, kaniandikia, kanielekeza foleni nje nipange na nimeshafika na mlangoni hapa. Kwa hiyo kinachoendelea kule mbele sijaelewa sasa. Kilicho nivutia niseme ni kurahisishiwa tu mambo yani nime, yani nimeridhika tu kwa mpango uliotolewa, nimeona ni vizuri tu. Ushauri mwingine, wengine wasikae nyumbani waje tu. Tulipia haraka haraka, tusichelewe ule muda tuliongezewa, tuje tulipia, tusisubiri kusukumwa sukumwa. Huyu mkuu wetu huyu, aise, system yake ni, ni, ni kali kidogo aise. Kwanza swala la upimaji shirikishi, zamani unajua tu mkikaa siku hata kama hujapimiwa, unaona kama vile hauna haki na nyumba yako. Sasa hivi kwa sababu kuna upimaji ushirikishi na umekuwa ni rahisi, kwa hiyo hiyo inamfanya, ina hata mtu amasike, kwa sababu ukishapimiwa na nyumba yako inatambulika, una hati inaweza kukusaidia kwenye mambo mengi, hata kukopa kwenye taasisi za fedha, kufanya maswala yako mbalimbali au ya ujasiriamali na kuwa rais. Lakini kama utambuliki, unaishiishi tu nyumba, haina namba, haijapimwa, haina chochote. Kwa hiyo nini, nadhani sio vizuri. Unajua, wakati wanalipia alimashauri kule, hakukuwa na controller ya revenue. Kwa hiyo watu nadhani hawakuwa serious, kwa sababu zamani walikuwa analipia tu nalipika kwa mhasibu, nampa hela, anaandika hapo kwa hiyo mwenyewe akiamua hata kuzipiga haina shida. Kwa hiyo ukija hapa TRA unakuona hakika kwamba kodi nayo ilipa inaingia serikalini na, na itanifanyia ita maendeleo mimi mwananchi. Kwa hiyo hiyo ya kulipia halmashauri nadhani haikuwa mfumo mzuri, ulikuwa ni mfumo ambao ulikuwa unatoa mianya mingi ya watu kupiga hela. Ah, changamoto kubwa niliyokuta nao ni, ni kule katika kata, watu walikuwa ni wengi sana katika kujaziwa zile fomu poja ufanyiwe makadirio mtaani, na kitu kingine, huu taratibu wa kulipa kodi hasa maeneo ya squatter watu wengi hawakuwa nao yaani kwa kukua na masuala ya upimaji shirikishi. Kwa mtu anawezekana ulikuwa umelipa zamani, risiti umetupa huko, ujui hata, yaani unaishi tu. Hivyo. Kwa hiyo hii kidogo imetuamsha hata kufuatilia risiti zetu, mara mwisho tulilipa lini, kwa hiyo ndio tumekuja kulipa hapa. Swala la kodi ya majengo kama mnavyofahamu ni kwamba mamlaka ya mapato Tanzania imeanza kulisimamia kuanzia mwaka elfu mbili kumi na sita kumi na saba na tulianza kulisimamia kuanzia Julai, na kawaida mtu anapaswa kulipa kodi hii kuanzia tarehe moja Julai mpaka tarehe 30 Juni, na huo ndio muda ambao mtu yeyote anayemiliki e, jengo anapaswa kulipia. Sasa, tarehe 30 June nafikiri wanahabari wote mna, mnafahamu kwamba kulikuwa na msongamano mkubwa sana katika ofisi mbalimbali za mamlaka ya mapato Tanzania, uh, ilimpelekea kamishna mkuu kufanya maamuzi ya kuongeza siku za kulipia kodi ya majengo bila adhabu na alitangaza kwamba e, mwisho wa kulipia kodi hii ya majengo kwa mwaka 2016 17 bila adhabu ni tarehe 15 7, na mwezi wa saba mwaka 2017. Kwa hiyo e, toka alipotangaza uh, ofisi za mamlaka ya mapato Tanzania zimekuwa wazi mkoa wa Mwanza e, tumefanya kazi hata Jumapili. Kwa hiyo kwa wakati huu bado walipa kodi hawa e, za majengo wanafika ofisi za TRA, japo si kwa wingi kama ilivyokuwa katika zile siku au wiki ile ya mwisho iliyokuwa inaishia tarehe 30 mwezi wa sita. Kwa kipindi cha e, ile wiki ya mwisho tulikuwa, tulikuwa tunafanya kazi mpaka usiku, kwa sababu wateja wetu walikuwa wengi katika ofisi na tuliamua kuwahudumia wote. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda mpaka usiku, na mara nyingine mpaka saa nne ya usiku. Suala kubwa ambalo tunaweza tukalizungumza ni namna wananchi wanavyopanga kalenda za kwenda kulipa kodi au tozo mbalimbali mbali za serikali. Wananchi wengi wana plani kulipa au kutimiza matakwa ya sheria e, siku za mwisho na ndio maana tatizo la msongamano wa huduma linatokea. Kama mnakumbuka wakati fulani e, zoezi la, la kubadilisha namba za usajili wa pikipiki, kulikuwa na msongamano mkubwa sana katika ofisi za TRA mpaka ikapelekea e, TRA kuongeza e, muda mara kadhaa. Pia katika zoezi la uhakiki wa TIN e, e, Mamlaka ya Mapato Tanzania ilichukua hatua pia ya kuongeza muda. Sasa hii huwezi ukasema ni mwitikio uh, ambao una, una, una, tunapaswa tuna, tuna, tuna, tuna eh, kutazama sana lakini, tuitazame tu tabia ya kuchelewa kulipa kodi ndio ambayo ina, hasa inaweza ikawa inapelekea msongamano mkubwa okay, wa huduma. Pia kumekuwa malalamiko kwa baadhi ya wateja wenu husiana na kukuta mtu ana yani, kutokana na jengo lake ambalo pengine thamani yake ni ya chini lakini kwenye makadirio linakuwa liko tofauti na yeye ambapo mnakata kodi pia, hiyo ndio nalizungumzaji uh, hilo lipo, ni jambo la kawaida na kikubwa ni mhusika kufika ofisi za Mamlaka ya Mapato Tanzania huwa tuna utaratibu wa kuwasikiliza walipa kodi wetu na tunafanya uthaminishaji kulingana na mali ya, ya mhusika. Kwa hiyo asijali mtu yeyote anayefikiri kwamba eh, makadirio aliyopewa hayaendani na uhalisi wa, ma, wa, wa thamani ya, ya jengo alilo nalo basi anayo nafasi kufika ofisi za TRA na utafanyiwa utafanyiwa marekebisho kulingana na uthamani wa, wa jengo husika. Watanzania kwa ujumla wa, wa, wa wajenge utamaduni mpya wa kulipa kodi kwa wakati, kuzingatia muda wa kulipa kodi. Kila mmoja anafikiria tarehe za mwisho. Sasa tarehe za mwisho zinakuwa na usumbufu mkubwa ambao hauna sababu kutokea. Kwa hiyo niwaombe kwamba eh, kamishina mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania aliongeza muda kwa kuzingatia eh, uhiari wao wa kulipa hiyo kodi, basi ni vizuri wauonyeshe uhiari huo mapema badala ya kusubiri tarehe kumi na nne na tarehe kumi na tano wakati ambao wanaweza wakapata usumbufu mkubwa wa huduma bila sababu zozote za msingi. Lakini hata hivyo nichukue nafasi hii kupongeza umma wa Tanzania kwa, ku, kwa kuitikia wito wa mamlaka e, kwa sababu e, TRA imekuwa ikiendesha e, uhamasishaji kwa muda mrefu sasa e, kuhusiana na kodi za majengo, na wananchi wameitikia, na TRA inapoona wananchi wanaitikia wao wenyewe kwa hiari yao inakuwa imetimiza e, jukumu lake la kuongeza ridhaa ya ulipaji kodi kwa hiari. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote, install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.